Jumatatu tutakuja kukabidhi zile beseni mia moja. Isitoshe, tutapita na kata nyingine kwenye vituo vya afya kwa maelekezo yako. Tutaenda kutoa na wewe hivyo madishi mia moja kama ulivyokuwa umeelekeza kwa kila kituo cha afya. Ni kwa maelekezo yako tutatoa vituo vyote vya afya ambavyo viko ndani ya jimbo la Sumbawanga mjini siku ya Jumatatu. Ningekuomba, kama itakupendeza, japo kwa ziara, ukaahirishe Jumatatu ikawa Jumamosi basi ukakabidhi nimeelekeza yao enee, Jumatatu ukabidhi zile mabeseni mia moja sitoshe, tutapita na kata nyingine wenye vituo vya afya kwa maelekezo yako, tutaenda kutoa madishi mia kama ulivyoelekeza kila kituo cha afya edelea Yaku, tatua, tutu, piwote, kwa maelekezo yako utatua vituo vyote vya afya ambavyo viko ndani ya jimbo la Sumbawanga mjini siku ya Jumatatu. Ningekuomba kama itakupendeza, japokuwa ziara bora ukairisha Jumatatu ikawa Jumanne basi ukakabidhi, kwa sababu maelekezo yako ningependa uwepo wewe mwenyewe kuweza kukabidhi.